Niliamua nitembee hapa katika eh, mradi huu eh, wa Lake Zone ambao nia yake kubwa ni kuzalisha mayai na nimetembelea, nimeona ubora wa mradi, lakini pia mazingira ya usafi makubwa sana, lakini jambo muhimu ni kwamba E, Joyce yeye huyu ni Malkia wa nguvu. Mwaka jana tulitoa tuzo za Malkia wa nguvu yeah, yeah. na yeye akawa ni miongoni mwa watu waliopata tuzo na mimi nilimpa tuzo. Kwa hiyo nilifikiri ni vizuri e, kwa sababu Clouds wao ndio walikuwa wanawachambua chambua na sisi sasa watoa tuzo zenyewe tuende tukaone. Kwa hiyo leo nimefika, nimeona, nikupongeze Joyce kwa kazi nzuri kubwa mnayoifanya lakini jambo la pili, tunampongeza kwa sababu ni msichana ameamua, pamoja na kwamba yeye ni mwalimu wa sekondari, lakini ameamua kufanya uwekezaji mkubwa wa namna hii. Kwa hiyo huo ni uthubutu. Kwa hiyo na vijana wengine pia wanaweza kuthubutu kuwekeza katika maeneo tofauti tofauti katika hobbies zao. Yeye alikuwa na hobi ya kuku, hakukata tamaa wakati ule alieleza up and downs za, za maswala ya ufugaji lakini at the end bado yuko kwenye game anaendelea ku prevail kwa hiyo Joyce mimi nikupongeze lakini tatu yeye ana hii ni sekta binafsi sasa yeye kaajiriwa lakini na yeye ni mwajiri kwa hiyo inaonyesha kwamba ndani ya serikali kazi ya serikali ni kuweka mazingira mazuri ya kuwawezesha wawekezaji wazawa binafsi waweze kutekofu waweze kupata faida na wahajiri watu wengine zaidi. Hapa ukifika leo hapa eneo lenye kuku zaidi ya elfu arobaini unahitaji man power pia ya kutosha kuhudumia. Kwa hiyo kuna watu wamepata ajira na wanapata kipato. Wakipata kipato, uchumi unafanya nini? Unazunguka, unawafikia hata huko ambako eh, wako. Kwa hiyo hiyo ni, ni jambo muhimu kwa hivyo niendelee kuwanasihi Clouds e, kuwapa motisha hawa mamalkia ambao wanajitolea, wanapambana. Lakini pili na serikali e, tunaendelea kujenga mazingira bora zaidi ili hawa wasikate tamaa. Amenihakikishia kwamba hana shida ya soko tena, ni soko la ndani hapa hapa Mwanza. Mwanza ina watu milioni tatu na laki sita mtu mmoja tu akila yai moja, maana yake inatakiwa kwa siku tuwe na mayai milioni tatu na laki sita, na mayai na protini. kwa hiyo watu wengi wanatakiwa kula protini. Kwa hiyo mimi na, eh, ninaendelea tu kumwencourage kwamba aendelee kuchapa kazi na serikali itaendelea kusaidia jitihada za vijana wanaotaka kujikwamua kiuchumi ili na wenyewe pia wawe ni waajiri ni kuwaamsha watu wengine kwamba fursa bado zipo za aina mbalimbali. Kwa hiyo na wenyewe wakiamka, e, wakaanza kupambana, serikali pia na wenyewe kupitia taasisi zake za kifedha itaendelea kuwashika mkono.